Naam, mtazamaji wa Trend TV, e bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kukupa update kuhusiana na kile ambacho kimehappen huko mtandaoni. E bwana, kuna hii habari ambayo mwanadada Zailisa ametangaza baada ya hekaheka heka zote ambazo zimejitokeza huko mtandaoni, baada ya kuonekana kwa namna moja au nyingine, yeye na aliyekuwa mumewe Haji Manara wameachana na wametoboleana mpaka siri, na kila mtu anaonekana kama vile ameamua kuchukua hamsini zake na kufanya vitu vyake. Ni kwamba jambo ambalo limekuja kuhappen, kuna mambo kama mawili hivi ambayo yametokea. La kwanza kabisa ni kwamba Zailisa alifikisha followers takriban milioni mara tu baada ya hizo habari kusambaa mtandaoni, ambapo nafahamu kwamba alikuwa na followers laki tisa hivi, lakini amegeini almost followers, followers laki na kufikisha followers milioni katika ukurasa wake wa Instagram, lakini pia vilevile vile, ni kwamba kitu ambacho amekitangaza leo ndo kilichokuja kuwaacha watu wengi sana mdomo wazi, baada ya kuonyesha wazi kwamba e, siku ya kesho atakuwa na press conference, yani atakuwa na mkutano na waandishi wa habari mnamo saa tano kamili asubuhi eneo la Serena Hotel jijini Dar es Salaam. E, Zailisa ameweka picha kuhusiana na conf, press conference hiyo akiwa ameandika kwamba ndugu waandishi wa habari, kwa heshima na unyenyekevu mkubwa napenda kuwaalika kesho kwenye jambo langu pale Serena Hotel saa tano asubuhi. Natanguliza shukrani za dhati kwa utifu wenu akamalizia chini Zailisa. Sasa hiki kitu ambacho amekiandika Zailisa, watu wakaanza kuona kwamba okay, kwa hiyo ina maana kwamba mara tu baada ya kutangaza kwamba yeye na mpenzi wake wameachana, then anataka kuzungumza na waandishi wa habari. Watu wameanza kuhisi huenda labda hii yote ilikuwa ni kiki. Kuna ubalozi au kuna kampuni ambayo ameingia nayo ubia, sasa wameamua ili kuipeleka mjini, ndo aje na hii stunt ya kufanya kwamba wameachana, ili watu wamfuatilie, apate followers, watu wawe karibu na na channel page yake then afanye hiyo biashara ya kuipromote hiyo kampuni as soon as possible. Kwa hiyo watu wengi sana wameanza kuona kwamba kilichotokea labda ni kiki kutokana na kwamba Zailisa ametangaza kwamba anataka kuzungumza na waandishi wa habari kesho, Serena Hotel jijini Dar es Salaam saa 5 asubuhi. So mambo mengine tutafahamu hapo hapo. Yeah, baada ya yeye mwenyewe kufanya huo mkutano na waandishi wa habari, kwa hiyo tutakupa ripoti zote za kile ambacho Zailisa atakizungumza katika mkutano huo na waandishi wa habari siku ya kesho. So ukiwa kama mdau, weka maoni yako. Nahisi kwamba ni kiki kwa ajili ya kupromote business ambayo ameingia na ubia ambao ndio kesho anafanya press conference. Je, kuachana kwao ni real au ni business idea au business strategy? Weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureply kila comment, na pia vile vile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.